Aleksi, ni wewe kweli? Wao, cha usiku! Nimefurahi sana kukuona. Karibu sana. Asante. Vipi, mbona umevaa mavazi ya mlinzi? Wewe ni mlinzi kwenye hii kampuni? Uh, hapana. Unajua kuna vitu vinaendelea hapa kwenye kampuni, ndio maana nimevaa hivi. Vitu gani hivyo, Alesi? Heu, wacha kujikweza. Wewe sema tu kuwa wewe ni mlinzi hapa kwenye hii kampuni ya Aisha. Jivunie kazi yako bwana. Hebu ona hata nywele hujachana. Cha usiku. Hivi ndivyo tunavyopaswa kusalimiana kweli? Ukizingatia hatujaonana miaka mingi sana tokea tumalize chuo. Tafadhali naomba tuachane na hayo bwana. Alex, ulikuwa unataka nikusalimieje? Hebu jiangalie vizuri. Ulikuwa unajifanya una akili sana shuleni. Ona sasa umeishia kuwa mlinzi kwenye kampuni za watu. Angalau ungekuwa na cheo kidogo, ningekusalimia vizuri, ila kwa jinsi ulivyo wewe, sio wa hadhi yangu kabisa. Mbona una maneno makali sana Cha usiku? Kwani nimekukosea nini? We kijana, usinicheleweshe sawa, eh? Kwanza niko hapa kumwona CEO wa hii kampuni. Haya, nionyeshe ofisi yake au nielekeze haraka, nina kazi za kufanya, sina muda wa kuzungumza na wewe sawa. Madam, ukiingia ndani upande wako wa kulia, utaona kuna sehemu ya mapokezi Unaweza kumuulizia hapo. Haya, hebu nipishe mimi, usije ukaniambukiza kunguni bure. Da. Yaani umebadilika sana cha usiku. Habari madam, naitwa cha usiku kutoka kampuni ya NY. Samahani, nimekuja kumwona CEO wa kampuni hii tafadhali. O Oh, karibu madam. CEO ametoka muda sio mrefu, nadhani utakuwa umekutana naye hapo nje. Hapana, sijamuona. Nadhani nitakuwa nimepishana naye wakati nakuja huku. Sawa madamu, basi msubiri, atakuja muda si mrefu. Asante sana. Huyo bosi wenu atakuja kweli? Msubiri tu, atakuja. Labda kuna kazi anamalizia huko nje. Sawa, ngoja ni msubiri. Bosi huyo amefika. Habari bosi. Nzuri kabisa. Kila kitu kiko sawa? Ndiyo bosi, lakini huyo madamu alikuwa anakusubiri, ametokea kampuni ya NY. We dada, samahani, mimi nilikuwa namsubiria CEO wa hii kampuni na sio huyu mlinzi wenu ambaye hata nywele hakumbuki kuchana. Kwanza mgemfukuza tu, maana hapo alipo atakuwa na kunguni kwenye hizo nguo zake. He madam, mbona unamtusi bosi wetu hivyo? Huyu ndio bosi wa kampuni hii, kuwa na heshima tafadhali. He, sasa mbona umevaa mavazi hayo? Alex kavaa hivi kwa sababu leo tumeamua kubadilishana mavazi bosi pamoja na wafanyakazi wote. Kwa hiyo bosi amevaa kama mlinzi na mlinzi amevaa kama bosi, na mimi nimevaa kama mpishi, lakini ni secretary. Sijaelewa vizuri sasa. Hujaelewa nini hapo? Haya, tuseme kuelewa, huelewi. Ina maana hata macho hauna dada? Malaika, wacha mimi niende ofisini, Alex. Alex, Alex! Nani? Ni mimi cha usiku, sitaki usumbufu ofisini kwangu. Kwani nimekuruhusu kuingia? Mbona hauna ustaarabu? Ukigonga hodi, unatakiwa usubiri hadi mtu akwambie ingia ndio uingie. Samani Alex, tafadhali naomba usiwe hivyo, naomba unisamehe sana. Hivi ndio unavyofanya kwenye hiyo kampuni yenu? Unawezaje kuingia kwenye ofisi ya bosi wako bila kukaribishwa? Hapana Alex, naona bado una hasira na mimi, naomba unisamehe, sikujua kama wewe ni CEO wa hii kampuni. Aha, kwa hiyo mtu ambaye siyo CEO ndo unamwonyesha dharau, hivi si ndio? Hapana Alex. Kweli huna adabu wewe. Haya, weka hilo faili lako hapo chini na uondoke. Alex, tafadhali usinifanyie hivyo. Naona mafaili yote yako hapo mezani, naomba niweke pamoja na hayo. Hawa walileta mafaili yao wakiwa na adabu, sio kama wewe. Faili lako linastahili kukaa hapo chini. Haya, ondoka haraka kabla sijamuita mlinzi aje kukutoa hapa kwa nguvu.